Kocha Roman Fozi achomolewa Yanga, Patrick Mabedi kuchukua mikoba, ambapo katika taarifa ambayo imetolewa na uongozi wa klabu ya Yanga umeweza kumwandikia barua baada ya kufikia pande zote mbili kati ya uongozi huo pamoja na Roman Fozi kuweza kuvunja mkataba huo eh, na kuto kuendelea tena kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga eh, na badala yake atachukua Patrick Mabedi, wakati mchakato wa kutafuta kocha mkuu ukiwa unaendelea, katika taarifa ambayo ilitolewa na klabu ya Yanga kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram, taarifa ilikuwa inasomeka hivi: taarifa kwa umma, Oktoba 18, 2025. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umevunja mkataba wa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Roman Folz. Uongozi wa Young African Sports Club Unamshukuru kocha Roman Folz kwa mchango wake ndani ya klabu yetu na unamtakia kila la heri katika majukumu yake yanayofuata. Katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi huku mchakato wa kumtafuta kocha mkuu ukiendelea. Imetolewa e, na idara ya habari na mawasiliano Young African Sports Club. Ni taarifa hiyo ambayo iliweza kutolewa muda mfupi tu baada ya klabu ya Yanga kuweza kupoteza e, kwa goli moja e, kwa sifuri dhidi ya e, Silver Strikers kutokea Malawi kwenye mkondo wa pili wa kutafuta hatua ya kuingia makundi kombe klabu bingwa barani Afrika, na ndipo ambapo Yanga ikaambulia kipigo hicho, na hapo hapo klabu hiyo ikaamua kutoa uamuzi wa kuvunja mkataba huo, huku tetesi zikiwa kwa muda mrefu kwamba kocha huyo anashinikizwa aweze kuvunja mkataba, lakini mwenyewe alikuwa na goma, lakini safari hii klabu yenyewe imeamua kumvunjia mkataba, huku mikoba yake ikiwa inachukuliwa na kocha msaidizi ambaye anajulikana kama Patrick Mabedi wakati wakati mchakato wa kumpata kocha mkuu ukiwa unaendelea, huku taarifa za chini zikidai kwamba e, Mreno jo joa po, mota maria ndiye anaweza kuja kuchukua mikoba ya Romain Folz kama kocha mkuu ambaye kwa sasa anafundisha huko Oman kwenye klabu moja, hivyo Yanga upo tayari kuvunja mkataba wake ili aweze kuja kutumikia klabu hiyo. Ila kwa sasa Romain Folz siyo kocha tena wa klabu ya Yanga kama taarifa inapoonekana hapo juu.